Hello, mambo vipi, mtazamaji wa Rayflex TV? Na mnaamini mimi mzima kabisa wahali. Ah, leo nimewaletea video hii hapa ambayo nataka niweze kuelekeza jinsi ya kuweza kulock simu yako endapo mtu akawa amekuibia simu yako au umepokonywa simu yako na mtu fulani asiyefahamika na kukimbia, simu yako ijiloki kabisa. Asiweze kupata access za kuweza kuitumia simu yako. Kabla haijaweza kuingia lock, akaendelea kuitumia na akafanya mabadiliko katika simu yako. Kabla tu, nikukumbushe kama hujasubscribe kwenye channel yangu, naomba usubscribe sasa, iweze kuwa kwanza kupata taarifa kutoka katika channel hii. Okay, moja kwa moja ningependa tuweze kuingia katika simu yetu. Okay, tabii tuingie kwenye sehemu, sehemu ya setting. Mimi simu yangu setting ni hapa utagusa sehemu ya setting, kisha baada ya hapo utakuja sehemu ambapo umeandika password and security. Hapo ndipo utakapogusa na kuingia kwenda kuseti, utagusa kama hivyo, kisha baada ya hapo utaingia hapo chini kabisa umeandika security system au system security Utaingia hapo, ndipo utaingia tena, utashuka hapa chini kabisa, chini kabisa hapa, unaona kabisa wameandika theft protection, lock device screen if theft is detected. Unaiwasha simu yako, endapo mwizi atakuwa amebainika ama mtu aliyekupokonya simu na kwanza kukimbia na simu yako, itajiweka lock mara hapo hapo. Okay, tunaingia kama hivi kama tunavyoona hapo anatuonyesha jinsi mtu ambavyo alikuwa anatumia simu yake na akapokonywa baada ya kupokonywa simu yake ikaweka lock. Okay, tunaenda kuziwasha hizi zote, utawasha theft, theft detection lock utaiwasha kama hivi turn on. Then utaja online device Offline device lock. Hapo wamekupa maelekezo kabisa hapo chini. Utaiwasha na yenyewe pia. Baada ya kuiwasha hapo, utakuwa umeweza kusaidia, endapo utakuwa umeibiwa simu yako na mtu kukimbia simu yako, atashindwa kwenda kupata access ya kuitumia. Okay, napenda kukaribisha, kama hauja subscribe kwenye channel yangu naomba uweze kusubscribe sasa ili uweze kupata taarifa kwa kwanza. Pia Usisahau kushare video hii na kulike hata na kukomenti pale penye mapungufu na ambapo tumefanya vyema, naomba uweze kutoa komenti yako.